penzi mtazamaji bila shaka unaifahamu hii, hasa kwa wanawake, asilimia kubwa wanaifahamu hii, hata kama haujawahi kutumia, lakini uh, unaweza ukawa unaifahamu hii. Hapa ni dawa ya kupanga uzazi, au kwa jina la kizungu tunaita ni oral contraceptive. Hasa aina hii hapa ni dawa ambayo inakuwa na aina mbili ya dawa za hormone, ambazo kwa ujumla wake zinafanya kazi ya kuzuia uh, ujauzito. Sasa tutaangalia leo kwa usahihi kabisa ni namna gani hii inatumika, lakini pia tutapata kuangalia utofauti kati ya uh, pills, ambazo ni za kumeza kila siku na zile ambazo za emergency kama vile uh, P2 au imaginal kama hii kitu kama hii ambayo ni levonorgestrel. Aha, sasa yambo tuangalie ni namna gani zinatumika hizi uh, hii dawa ya kupanga uzazi uh, ambayo ni ya kumeza kila siku. Ukitizama katika upande wa vidonge, kuna vidonge vya rangi mbili kuna hii ambayo ni cream, alafu kuna hii ambayo ni brown. Au muda mwingine hii zinaweza zikawa white, alafu na huku zikawa brown. Sasa hizi ambazo ni za white au za cream ndio dawa zenyewe kwa ajili ya kupanga uzazi, alafu hizi ambazo ni za brown au naweza uh, sema ni chocolate hizi uh, huwa ni Eh, folic acid au oh, vitamin B9. Sasa zinatumikaje hizi? Ukiigeuza uh, hapa, utakuta kuna kuna mshale uh, kuna mshale ambao unaelekeza kutoka namba moja unakuja uh, namba saba, namba nane, unakuja unakuja hadi 28 kwa hivyo, jumla ya vidonge hivi huwa ni 28 lakini katika hivyo 28 na ishirini na moja ambavyo ni kwa ajili ya kuzuia uja uzito, alafu kuna hivi ambavyo ni, uh, ni, ni saba ambavyo uh, ni hivi vya rangi hivi ambavyo ni saba. Hivi vina kazi yake maalum, itakueleza hapo mbele kidogo. Sasa tuangalie zinatumikaje hizi uh, mtumiaji ataanza kutumia hapa kwenye moja atakuwa anafuata mishale kama inavyoelekeza, ha, hadi siku atakapoingia period. Kwa mfano, ichukuliwe umeanza kutumia hapa kwenye moja, ukameza labda hadi a, siku tano, alafu ukaingia period, inatakiwa unasimama kutumia hizi, yaani huyu mtumiaji atalazimika kusimama kuendelea kutumia hizi zenye rangi, itabidi aruke aanze kutumia hizi za brown uh, kwa nini anatumia hizi za brown? Tumesema hizi ni folic acid, kazi yake huwa ni kuchochea uzalishaji wa damu na kufanya uh, ile damu ambayo inapotea wakati wa period uweze ku restore, yani huyu mtu asipungukiwe damu. Sasa kuna dhana ambayo ni naweza sema ni potofu, watu wengine hufikiria kwamba akitumia uh, hizi basi anapata uh, kukata period Dhana uh, hii sio sio sahihi. Au sahihi wake ni kwamba hii folic acid ambayo ni vitamin B9 na inatumika uh, huyu mtumiaji akiwa yuko period. Kwa nini zinatumika? Kwa sababu ya kurestore au kufidia ile damu ambayo inakuwa inapotea wakati wa period. Kwa hivyo hii uh, utalazimika kumeza au huyu mtumiaji atalazimika kumeza once akiingia tu period. Ukiingia period una stop hizi za brown, uh, mini za cream au uh, white. Alafu kutoka hapo unaanza kutumia hizi za brown hadi uh, period yako utakavyoisha. Kisha tu hata kama haujamaliza zote, kisha tu narudi zako tena kwenye hizi uh, za kupanga uzazi ambazo hizi ni za cream au white. Aha, sasa hebu tuangalie uh, manufaa ya hii dawa ni ipi hasa? Kama nilivyokwisha sema, hii dawa ina mchanganyiko wa uh, dawa mbili za